Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Ripoti mpya inayoonyesha kuongezeka kwa utamaduni wa kamari na uraibu miongoni mwa vijana inadhihirisha kwamba Wakenya walitumia angalau fedha ya Kenya bilioni 766 kwenye majukwaa ya kamari na kubashiri mwaka 2024, ikiwa ni wastani wa fedha za Kenya bilioni 2.1 kila siku. Hii inaiweka Kenya kati ya nchi zinazoshika nafasi za juu barani Afrika miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watu wanaobashiri kamari na shughuli za kubashiri huku takwimu zikionyesha kuwa angalau asilimia 75 ya vijana wa Kenya wamejikita kwenye kubashiri. Nchi nyingine za Afrika zenye viwango vya juu vya kamari ni Afrika Kusini, Ghana, Uganda, Tanzania na Nigeria. Nchini Kenya, wimbi la kamari na kubashiri linahusishwa hasa na upatikanaji rahisi wa majukwaa ya kubashiri kwa simu, ukosefu wa ajira, masoko makali ya majukwaa ya kubashiri na hamu ya kupata faida rahisi. Ingawa pia kumekuwepo na mifano ya kupoteza mamilioni kwenye kamari, huku majukwaa ya kubashiri ya kukusanya mabilioni, wachambuzi wanatahadharisha kwamba ikiwa mwelekeo huu utaendelea bila kudhibitiwa, unaweza kuwa na madhara ya kiuchumi na kijamii kwa muda mrefu. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.